Kazi kule Mwanjema, niwape pole sana sana, sio kidogo kwa msiba huu, ndugu wote ambao umeguswa. Lakini kabla sijaomba, niweze kuzungumza jambo moja e, watu wengi wamepita hapa, wanasema wanasema kwamba e, Mungu amempenda zaidi, au sisi tulimpenda lakini Mungu amempenda zaidi kwamba e, ni mipango ya Mungu lakini mimi niwaambie ukweli ambao wengi wetu hatuufahamu. Vifo vya mapema vya namna hii sio mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu katika kitabu cha cha Zaburi sura tisini mstari wa kumi anasema siku za miaka yetu ni miaka sabini na ikiwa tuna nguvu ni miaka themanini. Sasa kijana huyu amezaliwa mwaka 95 mpaka sasa hata miaka 35 hajafika ye huo ni mpango wa Mungu, ni mpango wa wanadamu. Tunafanya kazi zetu za kutafuta vyakula vyetu kwa kuhatarisha maisha yetu, lakini huyo Mungu ambaye tunasema kwamba ni mpango wake ametupa taifa au nchi yenye rasilimali za kila aina. Kwa wenzetu kule Dubai ni nchi ya jangwa, lakini wanaishi kifahari. Kila mmoja hapo huwa anatamani kwenda huko au kidownload picha kwenye mtandao za Dubai ni mahali ambapo wangetamani aweze kuona jinsi palivyojengwa kifahari. Watu wake wanaishi kifalme. Wanashivo, lakini kitu alichokigundua ni kimoja tu ni gesi ambayo Mungu aliwapatia. Sisi kwenye taifa letu tuna vitu vya thamani vya kiasi gani? Tuna madini ya kiwango gani? Lakini kuna mashetani wachache ndio wamevikalia, hivyo inakuwa sababu sisi tunata, tunatafuta fedha za kulisha familia zetu kwa kuhatarisha maisha yetu tunatafuta fedha za kuendeleza maisha yetu kwa kuhatalisha maisha yetu, na Mungu ametupatia taifa lenye rasilimali za, za kila aina ye, tuseme huo ni mpango wa Mungu? Sio mpango wa Mungu. Niseme jambo hili kwamba wale tuliowaweka wenye nafasi ya kusimamia rasilimali ambazo zingetufanya sisi watu wa Mungu tuishi kwa wepesi, tuzitafute vyakula vyetu na za kuendeshia maisha yetu, kuhatarisha maisha yetu, basi watadaiwa mbele za Mungu, watadaiwa vipo hivi mapema hivi, watadaiwa mbele za Mungu. Ameacha mjana akiwa ni mdogo sana, sio mpango wa Mungu. Ameacha mtoto hata mwelewa babake vizuri, sio mpango wa Mungu, ni mpango wa wanadamu wa shetani. Naomba niombe, niombe bodaboda, niwape pole sana. Tunafanya kazi za kuhatarisha maisha yetu, hatuna namna. Amesema hapa mwenyekiti kwamba sisi kwa sisi, na ni kweli, tuombeane sana. Licha ya hayo, tunatakiwa kuangalia sana usalama barabarani. Alisema yule mwimbaji, unapomwona mtu mbele, umlinde. Umlinde wewe unaendesha chombo, kwa sababu unaweza kupatisha ajali ukamdhuru mtu wa ndugu yako au mtu wako karibu sana. Lile ambalo singependa kutendewa, usimtendee mtu mwingine. Mtendee mtu mwingine lile ambalo ungependa kutendewa. Kama utamwona mtu anapita, bana breki, shika breki. Amesema kiongozi mwingine, kagua chombo chako naishi kweli kwenye mazingira hatari lakini tuweze kuwa waangalifu. Mungu mkuu mtakatifu, tazama watu hawa wamekusanyika mahali hapa, ni kwa ajili ya msiba wa kijana wao na ndugu yao, mfanyakazi mwenzao, ambaye amepoteza maisha katika mazingira ya ajali. Mtakatifu wa kweli, haukuwa mpango wako, hayakuwa mapenzi yako, kwa sababu ya aina ya kifo ambacho wamekipata. Tunakusii kwa rehema zako Mungu, tuko vijana tunaofanya kazi za aina hiyo za kuhatarisha maisha yetu. Tunakusii Mungu wa rehema, zidi kulinda vijana wa bodaboda, zidi kuwalinda madereva wote wanapotembeza vyombo hivyo, waweze kuwa makini, zidi kulinda fahamu zao, waepushe na mipango ya shetani mwovu, waepushe na namna zote zenye kudhuru maisha yao, walinde kwa mkono wako mtakatifu, Mungu wa baraka, Mungu wa rehema, ninakuamini sana kwa kweli kwa Mungu mwenye nguvu usu mwingi hatutaishi katika mazingira ya ugumu huu miaka yote, uko wakati kama Mungu ulivyotubarikia wewe, utazidi kutusaidia. Kuna wakati tutafanya kazi zetu kwa wepesi, tutaishi kwenye tafa letu kwa wepesi, tutaishi maisha yale yaliyo mapenzi yako, ya mpango wako. Kwa kweli, Mungu ulimuumba mwanadamu ili aishi milele, haikuwa mapenzi yako ili afe. Hata kama atakufa lakini, ulisema kima cha chini ni miaka themanini. Tunakusikwa mkono wako Mungu wa kweli, zidi kubariki watu wako Mahali hapa watu wakuwate wametoa fedha zao, wameacha kazi zao, wamekusanyika hapa. Mungu ukaangalia katika kila ambacho wamekitoa kwa ajili ya faraja kwa wafiwa. Tunakusika angalia, Mungu kajaliza kipato chao, kalinde kazi zao. Kwa wote waliotoka moyo, Mungu kazidi kulinda, kufanikisha sana katika njia zako mtakatifu aliyo aliyefariki tunamweka mikononi mwako. Tunajua si mapenzi yako, lakini ikawe funzo kwetu. Ukazidi kulinda na vijana wote katika nchi yetu, ukazidi kulinda viongozi wetu, waweze kujua kwamba wanapaswa kulinda utu wa watu, wanapaswa kuthamini maisha ya Watanzania, maisha ya Waafrika na maisha watu wote duniani. Kwa mkono wako wenye nguvu, Mungu wa rehema, na kabidhi yote mikononi mwako, na mapenzi yako akatimie, katika jina la Yesu amea kushukuru, amen.